ni matangazo yetu ya usiku. Katika yale tunayokuandalia leo ni kuhusu mji wa Uvira, hali ya Uvira, matukio ya mji wa Uvira baada ya matangazo yanayotofautiana. Nani anaidhibiti mji wa Uvira kwa sasa? Mji wa Uvira uko mikononi mwa nani? na kuomba waandamanani nasi tangu mwanzo hadi mwisho lakini nikikuomba wewe ambaye bado haujasubscribe tafadhali, huu ni muda wako, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi nakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Nini tumekuandalia leo mtazamaji, pia msikilizaji? Baada ya maswali mengi tuliopata kuhusu kutaka kujua nini kinachoendelea Uvira, nani wanaodhibiti mji wa Uvira, Uvira kwa sasa uko mikononi mwanani baada ya habari tulizozitangaza mapema leo hii iwe asubuhi kama vile mchana, tunakwenda kukupa hali halisi ya mambo katika mji wa Uvira ambao ndio yalikuwa makazi au ndio yalikuwa makao ya muda ya mkoa wa Kivu ya Kusini habari tulizojipata na kutoka vyanzo vya mahali wakahaji wa mji huo ambao tangu siku ya Jumanne ya tarehe Desemba tisa walishinda wengi ndani ya nyumba zao pasipo kutoka kutokana na risasi zilizo ndindima karibia kote mjini wala, wala hakuna yule aliyesubutu kuweka pua mje hata mapema leo hii, hali ikiwa hivyo hivyo. Unapopigia huyu simu ataongea kadiri anavyofikiria, kwa kuwa hafahamu kile kinachoendelea nje. Tulipata duru tofauti, na kila mmoja walikuwa wakileta majibu kadiri ya vile wanavyofikiria, licha ya video zilizo sambazwa na ambazo zai ya Kiswahili pia ya Kuna Nini nuzi ilisambaza pamoja na habari zinazosomwa mitandaoni. Nini basi na ukweli ni hupi kuhusu hatima ya mji wa Uvira, ambao ni mji wa pili ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini baada ya hule wa Bukavu kuanguka? Habari tulizozipata kwa dakika za mwisho na ambazo ndizo habari za hivi karibuni ni kwamba mji wa Uvira ulianguka mikononi mwa adui. Inapo zungumzia adui, ni kuwa pale ambako kuna serikali, upande mwingine ambao unapiganisha serikali waitwa adui ila tangu siku ya Jumatano ya tarehe Disemba kumi, tukichukulia haswa mnamo saa za alasiri hadi jioni, kwa kweli mji wa Uvira hauko tena chini ya udhibiti wa jeshi la serikali la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ya FADC na wazalendo ambao wamejaribu kusimama kidete wanasikika kuwa kando na jiji kati la la Uvira. Hiyo ni habari mtazamaji, pia msikilizaji, ambayo ilitubidi sisi kama vile isa ya Kiswahili hakuna Nini News ambao wengi wanaiita channel hii kuwa ya wazalendo, na ambao hufikiria hutoa habari za kutunga au kuficha ukweli. Habari za uhakika ni kwamba hapana shaka tena, mji wa Uvira umeanguka mikononi mwa adui na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, sina cha ziada. Ni yale ambayo nimependa niangazie watazamaji na wasikilizaji ambao walipiga simu pamoja na kuandika kuiandikia idhaa ya Kiswahili ya Kuna Nini News, kutaka kujua hatima ya mji wa Uvira huko mkoa ni Kivu ya kusini. ni hipi na huo ndio ukweli wa mambo jioni mwaleo, au tuliokuletea kwenye matangazo yetu ya usiku. Basi nakuomba wewe ambao bado hujasubscribe tafadhali, baada ya kutusikiliza usiondoke tafadhali, kila ambacho nitakuomba, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Lakini kumbuka, habari ambazo zimetufikia hivi punde kwa sasa kabla ya kupanda hewani ni kuwa wazalendo wanaendelea kuwapa kwa uji na uvimba, kwamba hawatawacha kamwe mji huo endapo M23 itakuwa sehemu moja nao pia watakuwa sehemu nyingine, ikiwa watashikilia baadhi ya kata zinazounda mji huo wa Uvira, nao wenda wakawe kwenye baadhi ya kata nyingine. Na upande wa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, fununu za sema kwamba wenda wako wakijiandaa kwa kujipanga vizuri hivi haijulikane, ikiwa kule waliko kwenda watarejea kwa kuja na nguvu zaidi, au basi tuyaachie majira muda, na Kuna Nini News ahena budi kuwaletea kile kitakachoendelea endapo kutakuwa mabadiliko kesho, kesho kutwa, mtondo na mtondo goho, hatuna budi kukujuza zaidi. Hacha ni kushukuru wewe uliyokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, hadi tutakapokutana tena hewani. Hacha niendelee kukushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi hapa tunapohitimisha matangazo yetu.